Sikuwahi kuamini mambo ya ushirikina mpaka nilipohamia hosteli ya chuo kikuu cha Msituni. Nilidhani ni hadithi za wazee kujaribu kutisha vijana. Jina langu ni Hamisi na nilikuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza nikisomea uhandisi. Nilifurahi kupata chumba katika hosteli ya zamani kabisa Block A, ingawa wengi walisema ilikuwa na laana. Nilipuuza. nilipenda ukubwa wa chumba na dirisha kubwa lililoangalia mti mkubwa wa mbao. Kitu pekee ambacho sikupenda kilikuwa kioo kikubwa kilichoning'inia ukutani, kilichokuwa na muonekano wa zamani na chenye mipasuko mingi. Siku ya kwanza nilijaribu kukisafisha kioo hicho. Vumbi lilikuwa zito na likionekana kama limekaa hapo kwa miongo kadhaa. Nilipofuta nilihisi baridi kali, kama vile nimefungua mlango wa chumba cha barafu. Nilikaa nikiangalia sura yangu ndani yake. Kulikuwa na kitu kilikuwa hakiko sawa. Sura yangu ilionekana iliyopotoka, macho yangu yakionekana meusi na ya kuchukiza. Nilidhani ni mwangaza mbaya. Siku zilizoendelea mambo yalizidi kuwa ya ajabu. Kila nilipojitazama kwenye kioo sura yangu ilionekana tofauti kidogo. Mara moja niliona kama kulikuwa na kivuli kilichotembea nyuma yangu, ingawa nilikuwa peke yangu siku nyingine niliona macho meusi yakinitazama kutoka ndani ya kioo, macho yasiyokuwa na roho. Nilianza kuhisi wasiwasi. Usiku mmoja nikiwa ninasoma kwa ajili ya mtihani, nilisikia sauti laini ikinong'ona jina langu, Hamisi, Hamisi. Ilikuwa inatoka kwenye kioo. Nilitoka jasho na nikawa nimeganda pale nilipo. Nilijaribu kuongea lakini sauti yangu ilikauka. Nilichukua taulo na kukifunika kioo. Nilijaribu kutulia nikijaribu kujishawishi kuwa nilikuwa nimechoka sana na nimeanza kuota, lakini usingizi haukuweza kuweza kunipata. Saa zilipita na sauti ile ile ilianza tena, "Hamisi, nataka ucheze nami." Niliamua kuondoka chumbani, nililala kwa rafiki yangu block. Nilijaribu kumweleza yaliyokuwa yamejiri, lakini alifikiri ninaota. Alinishauri niende kwa daktari. Niliporudi kwenye chumba changu asubuhi, nilidhani kila kitu kimeisha. Taulo bado ilikuwa imefunika kioo. Nilipoiondoa, nilishtuka. Kulikuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa damu kwenye kioo. Maandishi yalisema, "Umenikimbia, Hamisi. Sasa lazima ulipe." Siku hiyo, mambo yalizidi kuwa ya kutisha. Niliona kivuli kilikuwa kinanifuata kila mahali. Kila nilipopita kio chochote, niliweza kuona macho yale yale meusi yakiangalia nyuma yangu. Nilianza kuona picha za ajabu katika akili yangu. Niliota mwanamke mzee mwenye sura ya kutisha akiniita kwa jina langu na kuniahidi maumivu makali. Niliamua kuomba msaada. Nilikwenda kwa mzee mmoja mlinzi wa hosteli, ambaye alikuwa anajulikana kwa hekima yake na ujuzi wa mambo ya kale. Nilimweleza kila kitu. Alisikiliza kwa makini, kisha akasema, kioo hicho kimelaaniwa, Hamisi. Kilitumiwa kufanya matambiko ya kichawi miaka mingi iliyopita. Roho mbaya imefumbwa ndani yake, ni lazima kiangamizwe. Alinipa hirizi iliyotengenezwa kwa chumvi na mimea mitakatifu. Aliniambia nifungie hirizi hiyo kwenye kioo na kuomba kwa nguvu zangu zote, kisha alinishauri nipate mtu wa dini ambaye anaweza kuombea chumba kile kitakaswe. Nilifanya kama alivyonielekeza. Nilifunga hirizi kwenye kioo na kuomba. Ghafla chumba kilianza kutetemeka. Kioo kilianza kupasuka na kupasuka. Sauti kubwa ilisikika kama mtu anapiga kelele kwa uchungu. Nilianguka chini nikiwa nimefunika masikio yangu. Nilipoangalia juu, kioo kilikuwa kimepasuka vipande vipande. Hakukuwa na maandishi ya damu, hakukuwa na macho meusi. Kilikuwa kimeharibika kabisa. Baadaye nilipata mchungaji ambaye aliombea chumba kile. Alisema kuwa niliachiliwa huru kutoka kwenye nguvu za giza. Nilikaa katika chumba kile kwa mwezi mmoja zaidi, lakini mambo hayakuwa sawa tena. Nilikuwa na hofu ya kila giza, kila kivuli, kila kioo. Nilijua sikuwa salama. Niliomba uhamisho na kuhamia hosteli nyingine sikuwahi kurudi kwenye blok, lakini bado kila ninapoangalia kioo ninahisi baridi kali, na ninakumbuka macho yale yasiyokuwa na roho yaliyokuwa yamenitazama. Na ninajiuliza, je, kweli nilitoroka au nimebeba sehemu ya laana ile ndani yangu?